Karibu tena kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Uh, tunaangazia makala moja maalumu ambayo umetupa tuichimbue. Kichwa chake ni Why William Ruto Must Be Impeached. It's time for change. Na chanzo ni chapisho uh, linaloitwa Kenya Wantam Notam Movement au KWM. Mm, hiyo ni mada nzito kweli kabisa, na kama ilivyoada yetu, lengo letu hapa ni kupekua kuchambua hoja kuu zilizomo kwenye makala hii. Tutaangalia mtazamo wa waandishi kuhusu uongozi wa Rais Ruto, hasa huu wito wao wa kumshtaki. Muhimu kusema, sisi hatuungi mkono wala kupinga, tunakupa tu muhtasari, ndio tunafafanua tu kile kilichoandikwa ili upate picha kamili ya hoja zao. Sawa kabisa, basi e, twende kazi. Makala haya yanaanza kwa kuelezea hali ya uongozi nchini Kenya, wanadai sio nzuri sana wanauliza yani, imekuwaje nchi yenye uwezo mkubwa, kwa mtazamo wao, imefikia hapa? Wanasema uh, hatua za haraka zinahitajika, sio kusubiri 2027. mm, wanaanza kwa msisitizo mkubwa basi ndio, na hapa sasa mambo yanaanza kupata uzito zaidi. Ch chanzo hiki KWM kinaangazia mfano mmoja mahususi: matumizi ya shilingi bilioni 1.2 kujenga kitu kinachodaiwa ni kanisa Ikulu. Hili sasa wanalilinganisha na hali ya sekta zingine muhimu kama elimu na afya. We umeionaje hoja hii? Aa, kinachovutia hapo ni jinsi wanavyotumia huo mfano, yaani kuhoji vipaumbele vya uongozi. Wanasema kwa mfano wakati hospitali zinakosa dawa muhimu, wafanyakazi eh, hawatoshi au hawajalipwa vizuri, halafu elimu inadorora. Wanataja shule zilizojaa wanafunzi kupita kiasi, walimu, kama nilivyosema, labda malipo sio mazuri, ukosefu wa vifaa. Basi matumizi haya makubwa kwenye mradi mmoja, kwao yanaonyesha kutojali sekta muhimu. Hiyo ndio eh, msingi wa hoja yao kuhusu usimamizi mbovu wa rasilimali. Kwa hiyo sio tu swala la pesa zenyewe kutumika vibaya, ni zaidi ya hapo, haswa, sio tu pesa. Makala inajenga hoja kwamba ni kielelezo cha mm, mtindo wa uongozi ambao kulingana nao hauzingatii mahitaji ya kimsingi. Na wanaenda mbali zaidi, wanagusia hali ya uchumi, wanadai uchumi uko vibaya, biashara zinafilisika, maisha magumu kwa wananchi. Halafu wanahoji serikali ina majibu gani madhubuti kwa haya yote? wanadai hakuna kumbe. Wanaunganisha mambo mengi. Sasa kuna sehemu nyingine kwenye makala inayozungumzia washauri wa, wa rais, watu kama Farouk Kibet na Oscar Sudi wanatajwa. Chanzo kinasema nini kuhusu wao? Ndiyo, hiyo ni sehemu nyingine muhimu ya hoja yao. Wanahoji uwezo na ushawishi wa watu wa karibu na rais. Hoja yao ni kwamba a, ubora wa ushauri ambao rais anapata unaathiri moja kwa moja maamuzi yanayofanywa kwa hiyo wanadokeza kwamba ikiwa washauri wa karibu, kwa mtazamo wao, kwa WM, hawana uwezo au labda uadilifu mm, unaohitajika, basi maamuzi yanayotokana na ushauri huo hayawezi kuwa mazuri kwa nchi. Wanahoji moja kwa moja uwezo wao. Aha. kwa hiyo wanajenga hoja kuanzia matumizi, sekta muhimu, uchumi hadi kwenye mdulara wa ndani wa ushauri kabisa. Ni kama wanatengeneza picha ya jumla ya kile wanachokiona kama usimamizi mbovu unaoathiri nyanja nyingi. Na hii yote inawapeleka kwenye hitimisho lao kuu, ambalo ni kali kidogo. Wanatumia lugha nzito sana. Wanadai rais haonekani kujua maana ya kuwa rais, wakisema kuna makosa mengi na kutowajibika. Hii sasa ndio inafika kwenye wito wao, sivyo? Ndiyo, ndiyo kabisa. Baada ya kuweka hoja zote hizi mezani, matumizi, hali ya sekta muhimu, uchumi, washauri wanahitimisha kwa wito wao, wito wa dharura wa kumshtaki rais. Sasa hivi, wanasisitiza kwa mtazamo wao, Kenya haiwezi kusubiri zaidi, haiwezi kusubiri hadi 2027. na Wanasema hii sio hoja ya kibinafsi, bali ni kuhusu mustakabali wa taifa, vizazi vijavyo. Lakini tena ni muhimu tukumbuke, huu ni msimamo wao KWM, sawa, ni msimamo wa waandishi wa makala tunayo ijadili, na hata wameweka kiungo wanawahimiza wasomaji kuchukua hatua fulani, ndio kuna wito wa kuchukua hatua mwishoni mwa makala yao. Basi tukijaribu kufanya muhtasari wa haraka wa tulichokiona kutoka KWM, makala hii inamkosoa rais Ruto vikali. Inatumia hoja kama matumizi yasiyo na kipaumbele, mfano ule wa jengo la Ikulu, hali mbaya katika elimu na afya, uchumi unaodorora na kuhoji uwezo wa washauri wake na haya yote kwao yanatosha kutoa wito wa kumshtaki mara moja. Umegusa kila kitu, na labda swali la kukuachia wewe, msikilizaji, utafakari: kutokana na haya tuliyoyasoma kutoka KWM, huu msisitizo wao mkubwa juu ya hatua za haraka nje ya mzunguko wa kawaida wa uchaguzi unatuambia nini? Je, unaashiria nini kuhusu jinsi wao wanavyoiona hali kuwa ya dharura, au labda eh, imani yao kwa michakato ya kawaida ya kisiasa kama ilivyoelezwa kwenye makala yao, ni jambo la kutafakari. Ni swali zuri hilo. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi katika uchambuzi huu wa kina wa hoja zilizomo kwenye makala hii kutoka Kenya Wantam Notam Movement. Tunatumai umepata uelewa mpana zaidi wa mtazamo uliowasilishwa.